Wilaya zote za mkoa wa Mbeya, na mwenyekiti hapa alisimama akawa anatoa pongezi kubwa sana kwako, kwa jinsi ambavyo ulitoa ahadi lakini ukatekeleza ahadi yako ya kuwapeleka walimu huko Dubai na mpaka hivi tunavyozungumza, walimu wote, na naamini hawajarudi bado, wana wanaendelea huko huko kwenye stalikuwa Dubai kama ni sehemu ya ahadi yako kuelezea taifa maendeleo, maana mwalimu ndiye anayefundisha wanafunzi, ili wanafunzi wakielewa wanaenda kulitetea kulitumikia taifa lao. Kwa hiyo tumefanya hivyo mwaka huu, kuwapeleka walimu takribani kumi nchini Dubai. Elimu wanaenda kujifunza masuala mbalimbali ya kielimu, ya kitaaluma na wameshafanya wanaingia kwenye masuala mengine ya utalii. Kwa hiyo, walimu wetu wa kweli wako kwenye mazingira salama kabisa. Walitoka mkoani Mbeya kwa ndege wakaelekea moja kwa moja mpaka Addis Ababa kuanzia

Mwenyekiti kali, asante mheshimiwa mkuu wa mkoa. Naitwa Mwalimu Nelsigwe eno Kajuni, mwenyekiti chama cha walimu mkoa wa Mbeya yeah. Mepokea neno la shukurani na tumepokea salamu zako za upendo, na kwamba ahadi zako huwa zinatimilika kwa vitendo zaidi sana mheshimiwa yeah. mkuu wa mkoa tunakuombea yeah. baraka tele kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako na uchapakazi wako uliotukuka, lakini hadua hayo ameyafanya kwa sababu ya mapenzi ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari mama yetu Samia Suluhu Hassani. Tunamwombea afya njema na aendelee kuamini katika nafasi ulionayo, ili mkoa wa Mbeya tuendelee kufaidi matunda kama haya. Mungu akubariki sana wewe pamoja we na familia yako.